shauri ya kwanza kuwa na stendi nzuri ni manispaa ya Morogoro. Wakati unatafuta mkandarasi mshauri ambaye atachora na kudizaini soko na stendi ile ya Nyegezi na soko la Mwanza, manispaa washiriki na walitusaidia sana, mpaka tukampata wale OCM ambao OCM ndiyo

Eleza tarehe 22 akaizindua mwezi ujao, wapo wajaanza kuingia. Nasema ah, ndio nzuri. Hapa ni Morogoro, timu yako hakujafanya makosa. Tutakwenda kuona stendi, nataka kujifunza, lakini ukishaona kuanisiwa pale, mambo mengine tutawaambia <coughs> <coughs> baadaye kwamba hiki mkafanya kwa namna yoyote sasa mkaone aa. Lakini kwa kifupi, tuwakaribishe karibu sana. Kwa nini watu wanakuja kujifunza manispaa ya Morogoro? Inaonekana manispaa ya Morogoro ilihereketi sana vya kutaka uwai mambo, sasa tukifanya na wengine wanataka kufanya hili jambo ni zuri, na mi nashangaa kwa nini ili tuungane na vigogo hawa, majiji makubwa makubwa ndio wanajua zaidi kwenye mapato, takuwa mbali sana. Ninaamini na sisi tukiwa jini tutafukuzana hilo hilo, kama wanachangulia kusema mwenzango, kwa maana ya mkurugenzi, lakini pia anamakisha usail wa ii la kwanzakaaa ili hakuja kubadilishana uzoefu kujifunza namna bora zaidi ya uendeshaji wa shughuli za halmashauri. Ni imani yangu kwa namna ambayo umetupokea kuanzia mwanzo, hatujafanya na kosa kuchagua eneo hili kuja kujifunza. Kwa hiyo, mimi nashukuru sana kwa hatua ya awali kwamba tuko tayari kwa ajili ya kubadilishana mawazo kati yenu, lakini na wataalamu wetu na viongozi wetu kwenye halmashauri